Apa tuko kusheflie ya territoire ya Masisi na tuko mubaze ya War Child ya organisation organization War Child ambako ilikuwa tarehe mbili mwezi wa kwanza 2026 tukashituka bombe inapiga humu mwa hii baze ya War Child, na ilikuwa mtetemeko ya mingi sana, batu bakakimbiakimbia kwenda -kimbia. Kufika hapa tukakuta nyumba zote zimebomoka nyumba ya materio, nyumba ya mbao zote zimebomoka-bomoka ma materiele ya informatike zote zikaharibiwa na maimeble zote na mafurnitire zote lakini, kuneema ya Mungu, amkukua hata mtu mmoja, sababu wote walikuwa wameenda kusherekea fete. Haya unayoyaona utazani ni takataka, lakini hii ilikuwa ni jengo kubwa ambalo lilishambuliwa na bomu kutoka kwa ndege isiyokuwa na marubani inayojulikana kama vile drone. Ni shambulizi ya drone, ni ambayo ilikuya kupiga hapa, ikapiga hii base ya organization ya War Child, na hii organization ina iko pembeni ya soko, ndipo tulikuya kukimbia kimbia baada ya ile mashambulizi, tukafika tukakuta nyumba yote imeharibiwa, lakini bombe ilipiga hapa pembeni kwenye e, bombe ilipiga hapa kwenye mimi na simama katikati ya nyumba mbili. Kuna nyumba moja ya materio na ingine nyumba ya mbao ambayo ziliharibiwa. Ukiona vitu ambavyo viliharibika ni vingi sana. Ukiona kuko machuma Hapana, haiko kule juu njo kunaharibika tu sana kule juu kuliharibika, hata na huku chini kwote kuliharibika sana. Ukiona namna bombe ilibomola bomola, manjanja inabomola hata na na ima ima bibambazi ya nyumba yote, nayo ilibomoka bomoka, hata na vitu vyenye kuwa ndani vyote vilibomoka. So, tukipima kuendelea tutaona hata hapa hapa e, kwenye tunafika maana ikisha hii bombe ikisha piga hapa, ikisha pasuka huku, maeklazi katoka na ndizo ziliharibuharibu haribu. Zilikuwa zinapiga nyumba, ukiona kibambazi namna kiliharibiwa na kupasuka pasuka, zilikuwa zinabomola hii e, mablok inakuwa sawa makisu, inakuwa sawa makisu, ukaona hata hii mambao za yulu namna ilikuwe na katakata, inakata mambao na hata huku pembeni zilikuwa zinaingia zinaingia huku mpaka mwa hizi manyumba za pembeni, zilifika hapa zikaingia mwa hii manyumba hii nyumba iliharibiwa, na hata ile ya ngambo nayo iligusiwa. Manyumba zingine humu chini nazo zikabomoka-bomoka, ila umu mwa hii nyumba vyote viliharibika, na mkakufa mtoto mmoja mwanafunzi wa miaka kumi na tatu na ule mtoto naye amezikwa pamoja na wengine. Jina yake ni Makenga alikuwa mtoto kijana wa miaka kumi na tatu. Ndiyo zilifika kabisa hapa, na ukiona hata manjanja yote, ni sababu hatuingie, lakini na hapa inaonekana kwamba ile manjanja yote libomoka bomoka nama, nama mbao zote zinatoboka toboka, toboka. Uh, ukiona hata kule ngambo ziliingia kwa ile manyumba ingine zikabomoabomoa manjanja na mambao vilevile vile. Tukiona huku yulu, unaweza kupanda. Tulifika kule tulifanya maanketi hata ile nyumba, kuna nyumba moja ambayo ninaweza kukuonyesha, ndio ile iko na rangi ya mwe, ya bleu ile nyumba nayo maekla zilifika mule na zikaua mzee ule mzee E, jina yake Munyarugendo wa miaka makumi saba na tatu naye alikufa mwa hii maikla ya hii bombe ya drone. Ilitoka kwa wapi hii drone? Hii drone hatuwezi hii drone sisi kama wa raia tulikuwa hatuwezi tulikuwa hatuwazi, lakini nyuma ya pale kwa utafiti ambao wa wa wa wanajeshi wetu wa AFC M23, kumbe hii bombe ilitoka ku uongozi ku serikali ya Kinshasa njoo serikali ya Kisekedi. Hii migomba nayo bombe, wakati ilipiga hapa ikapiga na hii maekla ikapiga na hii migomba, na ndiyo maana migomba nayo inakauka kauka, hata miti yenyewe nayo miti nayo moja moja ilikuwa inakauka. Huku nako tunaona hii nyumba ya mbao ni nyumba kabambi sana. Hii nyumba ilikuwa njoo depo ya hii bazi nayo maekla ziliingia huku zikabomoabomoa na kuharibu vitu vyote ambavyo viko mwa hii nyumba. Tukiendelea huku, naweza tunaweza kuwaonesha nafasi zengine mambo, vitu ambavyo viliharibika ni mingi sana. Na hapa tukifika hapa hapa, kulikuwa pulaye ni depo ya mamoto lakini vile vile kulikuwa na pulaye mulikuwa kuku zote nazo zilikufa na mamoto nazo zilibomoka bomoka. Mi nawaza hakuna kitu kilibakia kabisa hapa, mebitu yote biliharibika sana. Tukipima kujielekeza huku kuko malupango hii lupango nayo kutapima kuona namna inatoboka toboka, mabloke zote zinatoboka toboka. Hii ni maekla tu za bombe njo zenye zilikuwa zinapiga huku, ziliingia hata mulupango ingine huku juu zikaua musika, jina yake Isabelle wa miaka makumi mbili na munane alikuwa na jifa. Ndio hizi mashimu zote gisi unaziona ni mashimu za maekla ya ile bombe ya drone. Hata manyumba zingine za kandokando kando nazo ziligusiwa na ile maekla ya hii bombe Lepo, no, no, na, kama na, ndiyo hii nyumba nayo iko mwa hii base ya War Child, lakini nayo yote ilibomoka bomoka. Ukaona mambao na manjanja zote zilibomoka bomoka, hata kule kwenye unaona kule kumaekatuselema nyumba nayo, ni kwa sababu mwenye nayo haya rehabilite, lakini nazo zilibomoka bomoka teritoire ya Masisi, na tumekwisha kuingia tayari katika base ya War Child ambako drone ilikuya hapa ikabombarde. Ilikuwa saa munane na dakika makumi mbili ikabombarde ibazi ya War Child, hili limeshuhudia bumbuwazi wakisema wakazi. Hata hivyo kuna mabaki ambayo yamebaki hapa kama hizi kama mabati haya, yani ukiangalia hii ni mojawapo ya bati ambalo limebaki na haya ni mashimo yote ukiangalia baada ya kulipuliwa na bomu. Lakini pamoja na hayo, ukiangalia paa hii yote ilishambuliwa, lakini bomu hii imeanguka katikati. Mtazamaji, ukiangalia kwa mfano, bati hii ikiwa hivi sasa, wanadamu watakuwaje?

ndiyo eh, zile class ilifika hapa tukipima kutembea kidogo, ni kuoneshe kwenye watu walianguka anguka kuanzia hapa kabisa. Ah, tu, tuendelee mbele kidogo, tuendelee mbele kidogo hizi maeneo zote gisi unaona, watu walianzia hapa kulala, wale ambao walilumia na wengine wenye walikufa. Kuendelea hii barabara yote ilikuwa ni watu wanalalalala, ni kwa sababu tulikimbia haraka sana kukuja kuwasaidia, na magari ya ambulance nayo ilikuwa inatusaidia kukia kurekipere watu hapa, na wako wanawakimbiza wengine wa Samaria

Hapana damu za mimi. Nini, nini. Ha? Nini? Damu. Juu ni kimbiaka. Ukifika pale mbele kuna nani? Sasa nikasikia mguu. Na haya kuna watu zaidi ya 40 ambao wako hospitalini. Hali hii inaleta machozi na wasiwasi na bumbuazi kwa wakazi wa Masisi hapa, akili zetu haziko haziko haziko fasi moya. sa naona ili njanja diretema nakumbuka ile tarehe, sa naona ili njanja vrema nakumbuka ile tarehe parce que ni vitu venye vinaleta uzuni. Bin, inaleta uzuni sana saa na journalist, naona ili njanja naona hizi mbao naona a, depo, kwenye naonadepokee mashakoshi za watoto, makae za watoto hapa haiko ku defense. Hapa ni nyumba ni, ni nyumba ya mkaaji haiko defense, haiko nini tena mna ni, ni muko organization yenyewe ya sedia watoto. Sana ona hivi kabisa, sana vinaniletea uzuri sana. Journalist hapa <tipos> tunakuja ona uh, kwenye drone ilipiga mwai lupango mwai bazi ya nani ya Ochadi, ilikuwa kana mwana gani, bosi yetu alikuwa hapa mbarabara Tukishituka tunasikia kitu kinapiga uh, kwenda ona tuekutana ni, ni, ni bombe ya, ya nani ya drone, njo enye imeanguka mwai baze ya ya Uchadi sasa ikafanya nini? ilianguka ikeua ike watu mwarabara, apa mnani mwarabara hapa yulu watoto wa, wa baba pia na wa mama e, iliharibu nyumba nyingi sana. Hii nyumba na hii na ile a pale na ile nye wawanerumvele pale huku kote iliharibu haribu vitu vingi sana nikikumbuka ile, ni ile siku mpaka leo hatusinzie. Na mpaka leo ma boutique nyingi hapa zenye hazifungule paske na wasiwasi, nasema ngoja nirudie kunyumba umwe nikufie kunyumba, mpaka leo hatu kuwa, hatu, hatu stable. Population ingali na wasiwasi paske kilikuwa sawa radi natujue kama kitarudia au tena hapana Njok, amaaunga na wasiwasi papa journalist. Hii manjanja ni yenye ilikuwa kwa hii nyumba hii manjanja hii ni ilikuwa kwa kwa hii nyumba Same class ilipiga manjanja zikianguka za mingi sana unaona na, na zingine pale walifanya mnani lupangu Pascal lupango nayo iliangukaka manjae nyilikwakaapa ikagokaka nje nye walitiakapare kunani kulupango ju wa mwizi wasike waibe hiyi bitu yenye iko mudepo ya i organizasyo kwani ni vitu vya watoto. kitu kinini kibaya hii bomu imekuachia ambako huwezi kusahau mbo hivi mie binafsi mimi ile tarehe mbili ya mwezi wa kwanza mumaisha yangu niliandika mnani mu agenda parce que njokonaka watu wanakufa, watu mbili tatu ine tano sita wanala mubarabara, wengine njokonaa kunani kubongo ya mutu mubarabara kabisa. donc ça uh, kila, kila tarehe mbili za mwezi wa kwanza ni tutakuwa tuta, tunakumbuka hii tarehe kabisa. hii kitu yenye kisekedi hapa hapa atufangizia apatumasisi apa, maanake vitakuwa grave mu memoire yetu lakini kulikuwa mtoto pale, jina yake nani, Makenga alikuwa na miaka uh, karibuni miaka makumi mbili. Jina yake ni Makenga, kulikuwa msika mule mwele nyumba kwenye kuko nani, kanali please ile nyumba ile ya manjanja ya, ya rouge, mlikuwa msika jina yake Isabel, alikuwa ni mchuruzi wa, ma, wa mave kwau ni Goma. Uh, naye alikufia mwele nyumba

kuku nyingi zilikufa kabisa pa journalist kuku nyingi zilikufa pale, tutana kuku karibu maventene ya makuku zenye zili, zilikufa mbombe, mbombe kabisa eh. Mm. jina langu naitwa Sabato Sekage forever. Jengo hili utazani lilishambuliwa, lakini bomu lilianguka pale katikati hapa, kama vile wanavyosema Bomu lilianguka hapa, baadaye takataka zikaenda kwenye jengo, kama vile anavyotuelezea kiongozi wa eneo hili, lakini vile vile takataka zake zikaelekea sehemu nyingi. Haya ni masalio ya, ya jengo, kama mbao hii zote zilikuwa zimejenga hapa, lakini bomu imeziripua mpaka zikawa kama vile mchanga, sio mchezo. Masisi kwa sasa ni eneo ambalo linaanza kushuhudia amani, wakazi wake wakianza kuuza biashara yao, wengine wakiuza viazi mbatata, wengine wakifuga ng'ombe na wengine mbuzi, na hata wengine kwenda shuleni na hata sokoni. Lakini shambulizi hili ambalo limetokea limeleta wasiwasi wasi kubwa. Wakazi wanasemaje? Sisi tulipona, tuliponea chukichuki sababu tulikuwa tuko ndani ya duka tuko tunahusisha, tunasikia mulio ya ya drone drone inakuya, ina, ina bombarde kati ibombarde inaua watu hapa, anasema kama imo, imo bombarde pale, Defense ziko katikati ya rahia na haikuwa hapa, njo kwenye kisekete alipaswa kuya bombarde vrema, alipaswa kalkile ke, ata kama alipaswa bombarde me ayue kama rahia njo zinye ziko hapa. Rahia kama ziko hapa, hawapaswa bombarde hapa. Defense ziko mingi, zinye ziko vide mbali, me hapana hapa kwenye kabisa watu biko. Ni sa vile mutu mzima anaweza kalkile kwenye kuku yake, na tamia na nyoka nazunguka mayai pale pale kwenye nyoka hii unaweza enda piga, unaweza piga nyoka, unaweza enda, unaweza kalikile kwenye mayai iko frema, hauwezi pigia pale ile nyoka. Unaweza kalikile hapa kuko mayai, nisipige. Lakini wakati anakuja tupiga, anapiga nyoka, raia walipiga basoda na basoda hapo wapigia mpupila, sio hapa. Na basoda hapa na problem yetu, tunaishi hapa leo. Sasa vile basoda yamefanya kuna mbali sisi tunalomba kitu kimoya tena hapa Masisi. Tunalomba frema sana tunalomba tu ni amani, vaelewane vazungumuze. Sisi Masisi hatuna ukabila tuko ba moya na wenyewe kuwapa ni wakongomani kameme, hakuna mutu wa kutoka etranje mwenye tuko naye hapa tena tunalomba msamaha, situwe tena kisiketi. Vraiment, ukiona jengo hili ni takataka za ile kutoka ile bomu ya drone, ni hapa mwenyewe unatazama unaona, pembeni kuna migomba imekauka. Na hata cha kushangaza nasema kwamba kuna bomu iliyotupwa ili kuua kuku. Wanaua kuku, wanaua hapana labda kuku, lakini sasa mtu samani ya mwanadamu mtu aliumba Mungu aliumba mwanadamu kusudi aishi na ye peke, na yua namna anaweza kumuvuna polepole, lakini sio mtu mwenye anaitwa aseme ni baba wa taifa, ndio anaenda kuua raia hata na mali yao, mpaka na kukiango ya kuua makuku na kuharibu mimea. mm -hmm. sasa hivi, watu wangapi wako kwenye hospitali? Watu wenye kuwa katke, katika hospitali kuu ni watu zaidi ya makumi mane na wale ambao walifariki ni watu sita hapa ndio wakiwamo watoto wa, wa baba na wazee vile vile. ni mara ngapi drone inapiga huko Masisi? E, drone inapiga hapa ni turu ya pili sababu kulikuwa ile wanaita sukoi ndio ilipiga ikapiga mwa lima mulima na ikaua tena watu hii ni ya pili ambayo inapiga hapa sasa katika warahia musoko na mwaibaze ya War Child. Zingine zilikuwa zinapiga makando kando ya hapa kushefulia ya teritoare, sawa vile Nyabiondo ilipiga Katale, ikapiga Kazinga, ikapiga Luke ikapiga mampati kule nafasi zingine zengine zengi. Na hapa Burora nako ilipiga pale, hapa kuko eneo moja nyuma ya hii kilima fasi banaita Burora, nako ilibombarde ili pale nako kukakufa watu. Kwa nini drone kuipiga hapa sisi? Tuna hatuwezi antuka, hii jambo inatusumbua sana kwa sababu sisi tunasema kama ASM23 iko fasi nyingi leo ishaka zibiti Nor Kivu na Sud Kivu na ma, zile maprovince zote mbili muko materitware na zile materitware zote zinazibitiwa, kuko basoda kuko ma mabasi militere za mingi, angelikuwa anaenda kupigana lakini hapana kupigana na raia, kwa sababu sisi hatujue tuko tunafia nini. Mpaka e, kuna kitu moja kimenishangaza kuku wakalengwa, yani sehemu wamejenga wamejengea kufuga kuku Kumbe kuku nao wanauaa na bomu. <laughs> E, mie jina yangu ni Mapendo Balingene Cesar nikiwa burgomestre wa komine ya komine riral ya Masisi ndio mweshimiwa. Tunaona watu hapa wanashangaa, nyuma yako nyumba imebomoka, e, mimea imeharibika, nyumba zinajaa Takataka, shimo, nini, nielezee kilichopitika hapa. Eh, aksanti bwana journalist, kilichopitika hapa ni jambo la kushangaza sana, kwa sababu tangu tunazaliwa hatuyaona mambo kama haya. Tulikuya kushituka, tuko tunasherekea sikukuu, ilikuwa tarehe mbili mwezi wa kwanza 2026 na watu wako en plein fête tukakuya kushituka, kitu kinaripuka, hatukujua ni kitu gani, sababu sisi tulikuwa hatuyaona namna avye, na bombarde ilikuwa tunasikia na bombarde mafasi zingine maeneo, lakini hapa sisi ku Masisi centre tulikuwa hatujaona. Musurprize tu watu wakakimbia kimbia, na ndipo tulikimbia kama viongozi kwenda kuangalia ni nini, kuingia umu mubazi ya War Child tunakuta bombe imepiga mule na imepiga katikati ya nyumba mbili na ikab, haribu ikabomoa nyumba ya materio ya kabambi, ingine manyumba yenye ilikuwa ndani ya base nayo ikabomoka-bomoka, ndipo tuliona vitu yote materiel informatique maimeble zote na mafurniture makuku mamoto ambazo zilikuwa mubaze, zote ziliharibiwa na kama unaweza kuona, nawaza we mwenyewe huko unaona, ndio ndio majirani, na na, majirani waligusiwa, sababu humu mubaze amkukua watu walikuwa walishaenda kusherekea fete pamoja na majamaa zao kule kwenye walitokaka mumainchi mbalimbali na mu ma provinces zingine lakini majirani nao waligusiwa na hii bombe, manyumba zote zinabomoka bomoka, na hata kuko nyumba moja ambayo ulikufa mtoto hapa, jina yake Makenga alikuwa ni mtoto wa miaka kumi na tatu na alikuwa mwanafunzi. Kulikuwa na base ingine jirani ya hapa War Child ni ACPLC, mulikuwa msichana wa miaka makumi mbili na munane akifanya biashara, bombe nayo ilimukuta mule kusa metre ikawa muua bo apare ile. Kulikuwa tena na hii base ya War Child ilikuwa pembeni ya soko Inakama... ndio hapa pembeni ni soko, tulikuwa kufika pale na watu walishalalalala mimi nawaza hawa watu wawili kulikufa, na mwengine pale alikuwa tena kudesa metri, kamkuta muetaji. Ni baba jina yake Munyarugendo wa miaka makumi saba na tatu, naye alifariki na ima ekla ya bombe musoko. Wakati tunafika pale, tukakuta watu wanalala. Mulikuwa watu watatu wengine ambao nao wamefariki, na watu wengi wamejerudiwa vibaya sana, na mpaka sai wangali katika hospitali kuu ya Masisi sasa wewe mwenyewe unajisikiaje kuona wananchi wako wanashambuliwa wanaumia na hata kuku wanauawa? Bo, aksanti bwana journalist. Sawa vile nitoka kusema, hii jambo inatuuzunikisha sana kwa sababu tulikuwa tunasikia na tunajua kama Kisekedi tulimchagua kuwazia kama yeye ataturudishia mazuri, atatuchunga na mali yetu, sawa vile serikali inasema. Lakini mambo ya kushangaza kwa leo alituletea, maana ni kusema tulikuwa sawa wayatima kwa sababu ametuletea wazalendo wa... anapatia raia silaha kusudi au atuue.